Kremlin imethibitisha kuwa mjumbe wa Marekani Steve Witkoff amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow usiku wa kuamkia leo Ijumaa ambapo pande zote mbili zilijadili kwa kina pendekezo la kusitisha mapigano nchini Ukraine. Hata hivyo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesisitiza kuwa ingawa Urusi inatambua juhudi za Trump za kuleta amani bado kuna masuala muhimu yanayohitaji ufafanuzi kabla ya kufikiwa kwa makubaliano yoyote. Akizungumza na waandishi wa habari Jumaa asubuhi, Peskov amesema kuwa Putin na Trump wanakusudia kufanya mazungumzo ya moja kwa moja, lakini bado hakuna muda maalumu uliopangwa. Alifafanua kuwa mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yatafanyika tu baada ya Trump kupewa taarifa kamili na Witkoff kuhusu mazungumzo yake na Moscow. Kuna uelewano kati ya pande zote mbili kuwa mazungumzo yanapaswa kufanyika, lakini tunapaswa kwanza kufafanua vipengele muhimu, alisema Peskov. Putin ameripotiwa kuunga mkono wa msimamo wa Trump wakati wa mkutano huo, lakini ameendelea kusisitiza kuwa kuna maswali kadhaa muhimu ambayo hayajajibiwa. Kiongozi huyo wa Urusi aliibua wasiwasi kuhusu usitishaji wa, wa mapigano, hasa jinsi utakavyotekelezwa na ikiwa hautatoa fursa kwa Ukraine kujiimarisha kijeshi na kupata msaada mpya wa silaha kutoka magharibi. Peskov alisisitiza kuwa ingawa Kremlin inashiriki mtazamo wa tahadhari wenye matumaini kuhusu mchakato wa amani, Urusi haitokubali shinikizo la kukubali makubaliano ambayo hayazingatii maslahi yake ya kiusalama. Wakati huo huo, ripoti kutoka NBC News zilidai kuwa Urusi iliiomba Marekani imwondoe mjumbe wa Marekani katika mazungumzo ya amani, Keith Kellogg. Peskov alikanusha madai hayo akiyaita ya, ya kipuuzi, kupendekeza kuwa Urusi inaingilia masuala ya Marekani. Tunajenga uhusiano kwa misingi ya heshima ya pande zote. Ni juu ya Marekani kuamua nani anayewakilisha katika mazungumzo, aliongeza Peskov. Ingawa Putin hajakataa moja kwa moja pendekezo la Trump la usitishaji wa mapigano wa siku 30, wachambuzi wanaamini kuwa kiongozi huyo wa Urusi anapendelea kuendeleza mashambulizi yake ya kijeshi kwa sasa. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na Kremlin, Putin analenga kumaliza uvamizi wa Ukraine katika mkoa wa Kuski, hatua anayoiona kama fedheha kwa Urusi. Kremlin imedai kuwa imepata mafanikio ya kijeshi katika eneo hilo na haitaki kusitisha operesheni zake kwa sasa. Kwa mtazamo mpana, dira ya kimkakati ya Putin kuhusu Ukraine haijabadilika. Kiongozi huyo wa Urusi anataka Ukraine iwe chini ya usha ushawishi wa Moscow kabisa, asikubali Ukraine kupewa dhamana ya kiusalama kutoka magharibi, na kuhakikisha kuwa hakuna uimarishaji wa kijeshi wa Ukraine baada ya makubaliano yoyote ya amani. Majibu ya Putin yanaleta mtihani mkubwa kwa Donald Trump ambaye mara nyingi amejitangaza kuwa kiongozi anayeweza kuishawishi Urusi na kumaliza mgogoro wa Ukraine. Hata hivyo, wakati Trump anasukuma kwa nguvu pendekezo la kusitisha mapigano mara moja, vitendo vya Urusi vinaonyesha haiko tayari kusitisha vita kwa sasa. Kwa kuwa pande zote mbili zinaonyesha utayari wa kufanya mazungumzo, siku chache zijazo zitakuwa muhimu katika kubaini ikiwa juhudi za kidiplomasia za Trump zitazaa matunda au ikiwa mgogoro huu utaendelea kwa muda mrefu zaidi.